Mtazamaji wa Faruku Online TV, hii ni ziara ya mstahiki meya wa manispaa Mtwara Mikindani Mheshimiwa Saidi Mohamed Zaidi, ambapo leo hii basi amewataka Tarura wilaya ya Mtwara kukarabati kwa haraka barabara zilizoharibiwa wakati wa mvua. Ametoa wito huo alipofanya ziara ya kukagua barabara hizo zilizopo ndani ya mitaa mbalimbali iliyopo kwenye kata za manispaa ya Mtwara Mikindani tume identify matatizo yote uliyoyaona. Matatizo ni mengi, wananchi wanapata tabu, hivyo basi nachukua nafasi hii kama mimi meya wa manispaa Mtwara Mikindani, kuwashauri ndugu zetu wa Tarura watafute njia za dharura, watengeze bajeti ya dharura ili tuweze kumiti matatizo ya wananchi. Wananchi wanapata matatizo katika barabara hizi. Baadhi ya wananchi kutoka mitaa mbalimbali ya manispaa Mtwara Mikindani wameeleza changamoto ya ubovu wa barabara hizo hususan kwa kipindi hiki cha masika. Nabwamad mm -hmm. Nabwamadi Mfaume, mkazi wa Ntonya yeye. Changamoto mm -hmm. ya barabara mm, mm -hmm. na wantonyaei changamtoa barabara kama unavyoiona hivi ana baba pitiki yani, leo ndo kidogo ndo nafuu, lakini toka imeanza kunyesha mvua. Yani ndo hatari watu wanatukana matusi sio ya kawaida. hapa. Hapa inabidi paongezewe nani kifusi yani yanikiike juu mm -hmm. Eh. Mimi naitwa Hassan Bunsaidi, mkazi wa Ruelo Mtaa wa Mabatini baaya, na hii changamoto ya barabara ni kama mnavyoiona, changamoto mbaya sana, tunapata kelo sana wananchi ya hii barabara, ni chafu mno, haisaidi hata kama kukuvusha mizigo. Sisi tunifanya biashara ya mkoa kwa mkoa Mtwara, tunapata changamoto sana ya adhabu kubwa sana, sio barabara asilia ya kufa, kufanya biashara kwa wananchi wa kwa Mtwara, wito wangu wa serikali ni kutaka sisi watufanyie huduma ya hii barabara ili tupate masilahi wakazi wa mtaa wa Mabatini. Kiwa lwelu mfereji wa pale ukishajaa maji yanamwagikia huku, yakishamwagikia huku ndio hii hali yote ambayo inakwenda kuonekana kutengeneza mmomonyoko wa udongo mpaka kufikia kule bondeni ambapo kuna nyumba ya Ngapula pale pale maji yanagawanyika kisha gawanyika, pale maji yanasambaa kwenye majumba ya watu, na maji ya kisha sambaa katika majumba ya watu. Kuna sehemu moja ambayo yanaenda ku, kupita, lakini maji mengi yanapita mbele ya nyumba yangu, mbele ya nyumba yangu na hapo nyumba ya jirani yangu yanapita pembeni yake. Haya maji ni mengi sana, yakiwa yanatokea huku kutokana na mazingira, mvua zinapokwenda kunyesha kwa wingi sana. Hakika katika barabara hii haipitiki pasipo kuvaa viatu ambavyo vinaweza kuzuia matope katika mazingira yoyote ambayo unataka kupata mahitaji ya hapa sokoni. Otherwise unaweza kupitia barabara kubwa, na hata yenyewe barabara ya kuyaelea King David, na yenyewe ukiangalia, na yenyewe imeshaliwa kwa momonyoko wa udongo tokana ni maji. Kuna baadhi ya sehemu yana yanapita na na kuna maji sehemu yanatuama, yakishatuama yanatengeneza dimbwi la maji na hata kupata maradhi ya maambukizi, aidha malaria na mambo mengine. Pia tunaomba msaada wa serikali, kama ulivyotembelea siku ya leo, msiishie hapa, tunaweza kuna tukatembea tukafika tukaenda kuona, hatimaye tuweze kufanya nini katika mfumo wa serikali angu naitwa Haruni Selemani Haruni, Haruni almaarufu Chaijaba, ni diwani wa kata hii ya Tandika. Kwanza nimpongeze msaik Meya na timu yake kwa namna ambavyo ameguswa na changamoto za barabara au miundombinu kwa ufupi katika jimbo la Mtwara Mjini. Ni kweli kwamba mvua zimeathiri sana miundombinu hasa ya barabara katika kata zote. Kwa mfano hapa tuliopo ni kata ya Tandika, mmeona hii barabara ni mbovu lakini ndo angalau kidogo inapitika, lakini hizi barabara zingine ambazo hawajapata bahati ya kwenda kuzitembelea zimekatika sana. Nitoe rai kwa injinia, kama alivyosema, basi hawa wakandarasi watoke haraka waje saiti ili watengeneze hizi barabara, wananchi wapite bila matatizo yoyote. Mtani kwako, athari ipo kiasi gani? Athari ni kubwa sana athari ni kubwa sana, kwamba katika mitaa mitano barabara mbili tu ambazo zinapitika mojawapo ndo hii ambayo tuliopo na nyingine ile pale ya lami ambayo ina mashimo mashimo sana, kiasi kwamba wagonjwa wanashindwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo athari ni mbaya. Wito wangu kama wana bajeti ya dharura basi, hizi barabara zitengenezwe kwa haraka ili wananchi waondokane na adha hiyo. Kwa upande wake, meneja wa Tarura wilaya ya Mtwara injinia Hatibu Nunu ameeleza kuwa kwa sasa wapo mbioni kuka, kuanza kuchonga barabara hizo mara baada ya kumalizika kwa sikukuu za Christmas na mwaka mpya. Kama hapa mnavyoona, waandishi wa habari na wananchi wa Mtwara manispa, tayari mkandarasi wetu NLT, NL, anaitwa NLT wa Mtwara anatarajia kuanza kazi za uchongaji wa barabara ndani ya manispaa ya Mtwara. Barabara hizo zitachongwa ni takriban ya kilomita 150. Kwa hiyo atagusa kila kata na maeneo yote yale korofi ambayo yanahitaji uchongaji wa barabara tayari, kama unaona mashine yake tayari ishakuwa mobilized ipo site na mara tu baada ya sikukuu hizi za Christmas kupita, tarehe 27 mkandarasi ataingia site kwa ajili ya kuanza kutekelezaji wa mkataba huu. Mikataba, ana mikataba miwili kwa ujumla wake mkataba moja milioni 190 na wengine wa 114, kwa ujumla na takribani milioni mia tatu na kumi, kwa ajili ya uchongaji wa barabara za ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani na naam, tumefika tamati juu ya taarifa hiyo. Hii ni Faruku Online TV nami ni Faruku Ngonyani.